Ni angazia masuala mengine ambapo kijana mmoja mwenye umri wa miaka ishirini na miwili na ambaye ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Masinde Muliro kwa Kakamega ameaga dunia akiwa kwenye zoezi la usajili wa makurutu wa kujiunga na kikosi cha jeshi katika eneo la Chwele kaunti ndogo ya Kabuchai. Kamanda wa polisi wa Bungoma Central David Saina amesema kuwa kijana huyo alizirai wakati wa tathmini ya uthabiti wa mwili na alithibitishwa kufariki baada ya kufikishwa katika hospitali ya Chwele. Aidha, afisa anaendesha zoezi hilo luteni kanali Eliud Yegon, majina kwenye stakabadhi zowasilishwa na idadi kubwa ya vijana waliojitokeza kwenye zoezi hilo hayaambatani. Hata hivyo, luteni kanali Yegon amewataka vijana walio na matamanio ya kujiunga na kikosi cha jeshi kujiepusha na matumizi ya miadarati. <coughs> Nataka kuthibitisha ya kwamba mnamo asubuhi ya leo tulikuwa kuna recruitment ya KTF katika pusaka la primary in Bungoma Central Sub County. Ah, kuna kijana moja by the name Eugene Wamalwa alipata ku alipata alisirai wakati anafanyiwa, wakati wana, wana, wana kimbia, and then akakimbiswa hospitali eh, Sub County eh, Chwele Sub County Hospital. Uh, na nilipofika huko akaangaliwa na daktari, wakati bado naangaliwa akakuwa confirm, you must be physically fit according to standards, ile KDF inahitaji so vijana, ningewahimiza wajichunge, wasiingie kwa miadarati, because kuna wale ambayo wanatolewa kwa usajili kwa sababu ya kutumia miadarati vibaya.